Uhaligani, mpenzi mtazamaji wa Haki TV. Haki TV. Haki TV. Siku ya leo tumeungana na timu ya Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu ambao wanaadhimisha mwezi wa wanawake kwa kuwatembelea wanawake mbalimbali, na hii leo wamewatembelea wanawake wa Kisemvule uh, wilaya ya Mkuranga, ambao wanaongea nao masuala mbalimbali juu ya changamoto za ndoa, lakini pia masuala ya mirathi na mikataba ya ajira, lakini pia na mambo mengine kuhusu wosia na kuwapa elimu kuhusu fursa mbalimbali ili kuweza kujikwamua kiuchumi. Na hawa ni baadhi ya wanawake kutoka eneo hili ambao wanatoa maoni yao juu ya mambo mbalimbali ambayo yanawakumba kwenye ndoa, mirathi na changamoto zote, tupate kuwasikiliza. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Mwanaidi Sultani, natokea Kisemvule nje njia panda Kibamba. mm. mm. Kwenye leo hasa umejifunza nini kwenye mafunzo haya ya kituo cha sheria na haki za binadamu kwa wanawake? Nimejifunza vitu vingi kuhusu unyanyasaji wa mm. wanawake na kujua sheria zao, nini wanatakiwa wafanye, unyanyasaji, kila kitu, vingi tu mm. mm. Uh, unadhani eh, ni kitu gani hasa ambacho ni chanzo cha ndoa nyingi kuvunjika katika maeneo ya huku eh, Kisengure, kama ilivyokuwa wewe umezoea kuishi huku na ni mwenyeji, sababu kubwa kwa kizazi cha leo ni ipi? Sababu kubwa ni unyanyasaji mm. ya ndoa, unakuta wanawake wengi wanapitia mambo mengi mapito mengi magumu mengi, ndio sababisha mpaka ndoa kuvunjika au watu kuogopa kuingia mpaka kwenye ndoa. Unakuta kwenye ndoa wengine wanaishi na manyanyaso kwamba hivi vile, mwingine unakuta anaishi kwenye ndoa yake, lakini anabakwa. Sawa, mtu atashangaa mtu huyu vipi anaishi kwenye ndoa yake afu anabakwa, anabakwa vipi? Ndio anabakwa. Kuna muda anakuwa hajisikii au amechoka. Mwanaume mwingine hicho kitu anakuwa akielewi. Yeye kila akija anahitaji, kila anakija anahitaji. Utapomwambia umechoka, yeye anakuwa hakuelewi. Mwisho wa siku anatumia nguvu, yani mababe. Anapotumia nguvu na ubabe kukulazimisha kufanya kitu ambacho hauko tayari kwa wakati ule. Hiyo tunachukulia kwamba amefanyaje? Amekubaka japo ana sheria na wewe ni mke wake, lakini pale ni unyanyasaji wa kijinsia. Anakuwa amekubaka kwa sababu haukuwa tayari na jambo lile, huo pia ni unyanyasaji. Kwa hiyo katika semina pia nimejifunza hicho kitu kizuri. Mwingine anakuwa muoga, hajui anzie wapi amalizie wapi. Unakuta kitu kimekaa vibaya kama unaogopa mm. mm. tatizo kama hilo naogoa kupeleka kwa wazazi. Unaweza kaenda pale ukaongea ukasema hiyo mtoto ametukana, ameongea kitu kizito, kwa nini hivi? Na wazazi wanaanza kusema kwamba haiwezekani mumewe afanye kitu kama hicho. Unajua ile. Kwa hiyo unakuta mtu anakuwa anaogopa kwenda kusema kwamba nikienda kusema watanichukulia vibaya. Nikienda kusema wataniona kama mimi ni muongo au nimeenda kutukanisha pale. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtu anavumilia, anashindwa kumwambia nani. Anaogopa kumwambia rafiki yake, rafiki yake naye anaweza akaja akafanyaje? Akayasambaza baada ya kusaidia. Maana hata rafiki yako ukimwalishia unaweza kumwambia tu kumtaka ushauri. Mwingine anaweza akakushauri akawa najua nini ufanye upite wapi, uende wapi, lakini mwingine anakuwa haelewi. Mwingine akivumilia, mwisho wa picha, nikaenda kusema nyumbani, nitaonekana hivi, nikaenda hivi, wenzangu labda wataendelea kusambaziana, wakaongea nini, unakuta unaendelea kuvumilia, unaumia, hujui uanzie wapi umalizie wapi, na unaweza ukalipeleka nyumbani wazazi, na wakasema amna kitu kama hicho, sio kweli. Akaitwa mume, akaitwa mume na akaambia, hapana, mimi sijai kumfanya hivyo mke wangu, sio na nini hivi na hivi, labda tu hataki usiwe hivi, na maneno kibao, unakuta sasa Unaambiwa rudi kwa mumeo, si hivi, si nini? Unarudi. Akwambia miaka yote mmekaa hiyo, ungekuwa unafumbia, na kufanya hivyo, mpaka leo uje kuongea. Kumbe ni hoteli umeshafanyaje? Ndo umechoka, unaamua sasa kulipeleka. Lakini msha siku zote wanasema sio kweli rudi Aroza kwa eh, mumeo yeah. Au mwingine ndo uoga, yani uoga wanawake. Mara nyingi wanawake wengi wanakuwa hawajiamini, wanaogopa. Kwa hiyo kule kuogopa kwako unazidi kufanyaje? Kuathirika kisaikolojia na unazidi kuumia asilimia wengi hata hawapati semina hawapati mafunzo kama haya, hawajui wapitie wapi, waanzie wapi. Lakini zinapotokea semina kama hizi au mafunzo, unakuwa unaelewa kwamba ah, kumbe hili, hata kama sijaenda kwa wazazi, au naweza nikaenda kutoa rai tu, alafu ndo nianzie huku, maana unaweza kusema kwamba ukienda huku moja kwa moja wenye sheria kwa huko mm. nika mm. wanawake uoga mm. mm. uh, labda uh, wanaume wa pwani hasa, ni kitu gani ambacho uh, kinafanya mpaka wanaacha wake zao? Lakini pia kwa tabia za pwani uh, ni kitu gani ambacho kinasababisha wanawake wengi wanaachika huko? ni mi migogoro, unajua ndoa nyingi zinakuwa na migogoro, siko wa pwani, siko wa bara, siko wa wapi, migogoro tu ya ndani ya ndoa. Kweli ndoa hazikosi migogoro, lakini kuna mingine sasa inakuwa inazidi, hususani kama hiyo ya unyanyasaji wa kijinsia ya kwa hiyo yani, yani, ni vipo tu hivyo vitu Aya. Ni vipo kila sehemu, unyanyasaji ni upo, ni na ni ni yani ni. Sasa kuna changamoto ambazo zinavumilika ni za kawaida, lakini kuna changamoto nyingine, nyingine, nyingine, nyingi zinazidi. Okay. Mm. Uh, anafanya kazi lakini pia kuna ile ambayo mwanamke akifanya kazi anakuja na kupokea pesa, lakini kuna ile ambayo wanawake katika kujishughulisha na mambo ya vikoba na mikopo imewafanya ndoa zao ziharibike. Hii hali ya kiuchumi inachangia kiasi gani ndoa kuvogeka, kwa ulivyoona na uzoefu wako wa kuishi maeneo ya huko? Ipo, inachangia ndio, kiuchumi mwanamke anaweza kumwambia sitaki ufanye kazi, sitaki ufanye biashara ukae tu nyumbani, utulie. Sasa usipofanya hivyo, vitu vyote mshasoko, mtegemee kwa kila kitu, inakuwa ni ngumu maisha. Ni nini kusaidiana? Yeye anacho kidogo, tutafanya naye kidogo, atafanya na hivyo vikoba sijui nini, hususan ni vitu ambavyo zinavyotutwa sisi wanawake, utavunda vikoba, utafanya hivyo, utapiga hatua, utafanya hivyo, utafanya hivyo. Kwa kila kitu ni kukubaliana, lakini wanawake wanaume hapa ndio hivyo hawataki, yani sio sana, fanya fanya nini biashara. Na hivyo mikopo nayo pia inachangia ndio kuvunjika, hususan mikopo, unaweza mwanamke ukaenda ukakopa, mumeo hajui Umekopa tayari ushachukua hela, labda ni sio? Ndio, ukausha damu, sio? Sasa nini mume wako, je, mshirikishi? Siku ya siku umekwama, umeshindwa kulipa, mume watu wale wanakuja nyumbani. Wakija nyumbani, wanaanza zogo, wanabeba vitu vyote ndani ya nyumba, mume wako hukumshirikisha kumwambia. Hiyo ni changamoto moja hapo, lazima ndio afanyaje hivyo. Jiki tumwamini Daudi Ngalauka natokea mpeko Mabatini. Asante mama, umejitambulisha kwamba wewe ni mama mjane mm -hmm. na kuna changamoto ambayo ulipitia baada Di. ya mume kufariki e, katika haya masuala ya urithi na mila ni changamoto gani hasa, ili mtazamaji wa Haki TV apate kujua ni kitu gani ulikipitia lakini na mama wenzio wajifunze? Nashukuru sana, changamoto nilizipata baada ya kufariki mume wangu. litakiwa ni lisiwe lakini nilikataa lakini baada ya kukataa wa... tueleze vizuri mama. Yani baada ya kufariki mme wangu, ina maana nitakiwa niishi tena na ndugu wa mme wangu, kama awe mume wako tena. Eh, awe mume wangu tena. Lakini sasa mimi kitu kile nilikuwa sijakipenda kwa hiyo yeah. Baada ya kukataa nikaona wakanisusia, e, wakanisusia watoto. Mashemeji wakanisusia kwa hiyo watoto nahangaika nao mmoja anasoma chuo mm. Anamaliza mwakani na mwingine amepasi huko mm. Darasa la saba kwenda form 1 fomuan ni naye. Ndio. Eh. Kwa hiyo changamoto nimeipitia Nishawaambia baadhi ya shemeji zangu wengine, lakini sikupata msaada hata yeah. kwa mtu mmoja mm. Yani shemeji zangu hamna aliyenisaidia e. Lakin... nashukuru mm. kwa kifupi, mwenyekiti wangu anaitwa Mwalami Malenda. huyo mm. ndiye ananisaidia yani kama ni mtoto wa dadangu, lakini hapana, ni mwenyekiti wangu mm. pia nilienda nikajieleza ofisi ya kijiji mm. Mwanambaya wakanisaidia pia nashukuru Mungu mm. Ee, huko ni mila za wapi ambazo zilikuwa zina kulazimu mama kuolewa na shemeji au ndugu? Hawa ni wabondeni watu wa Tanga e. watu wa Tanga na huko Tanga ndo maamuzi hayo yalifanyika au hapa hapa Dar es Salaam yalifanyika? Kule niliitwa lakini mimi nilikataa sikwenda, mm. kwa hiyo ni hicho E, na sahibi, kuyakoye, jie, kwa sasa hivi na maisha yako ya kuojejee, kuna namna ambavyo wanakuongelea katika mali zako na watoto wako, au wamekuacha kama wamekuzira? Hali iko kwa kwa sasa hivi? Amna aliyenifuatilia mm. E, nipo na watoto wangu. Basi mi kwa jina naitwa Fatuma Muhammad Pazi natoka Mkuranga kijiji cha Mwanadirata ndio e. mm. Siku ya leo umejifunza nini hasa kwenye haya mafunzo ya LHRC ya wanawake? Siku ya leo nimejifunza mengi lakini hasa kuhusu masuala ya mikataba mm -hmm. E, kati ya waajiri na waajiriwa mm -hmm. Eh, nimejifunza. Kwani changamoto za mikataba zipo kwa kiasi gani na hasa masahibu yapi ambayo mnayakumba kwa upande wa huko? Kuhusu kwetu, kuhusu changamoto la mikataba lipo kwa kiasi kikubwa mm -hmm. Maswahibu yanakuta ya hasa hususan watoto zetu mm -hmm. wanapoenda kufanya kazi viwandani mm -hmm. Kwa hiyo wanakuwa hawana mikataba ile ya kisheria yani. Ndiyo. Eh, kwa hiyo hiyo hususani imeshika kweli wilaya Mkuranga. mm. Eh, ambapo inapelekea labda madhara gani? tudadavulie kiundani zaidi tukupe nafasi uongee. <laughs> Na ulichojifunza sasa kimekufundisha nini? Asante na shukuru. Inaleta madhara kwa watoto wetu kama vile wanapopata ajari mm. e, wanapounyanyasaji makazini huko, ehe. Inamaana kwamba ukiwa na mkataba maalum ambao umepewa na yule mwajiri pale viwandani wilaya yetu ya Mkuranga. Kwa hiyo e, pale watoto wetu wanakuwa wanajifunza vitu maalum, na sio wazazi tunakuwa na muamko kusema kwamba mtoto wangu ameenda wa kufanya kazi, lakini ana mkataba. Endapo atatokea na madhara yoyote, labda kunyanyaswa, kufukuzwa pasipo na sababu, mkataba wake utakuwa umemlinda mm. eh. Lakini sasa hiyo inawapelekea ndio hivyo, wengine wanafukuzwa kazi, eh, inawapelekea wengine kufukuzwa kazi. Mm. Eh, wengine kufanya masuala ya labda ya kingono eh, mm. eh ndio. Eh, na elimu leo umeambiwa nini sasa kuhusu mikataba, ambapo leo utaenda kwa barozi na shahidi mzuri na shahidi? Ucho jifunza kuhusu mikataba, elimu ya leo kuhusu masuala ya mikataba? Mimi nimefurahi, mm. wawezeshaji wako vizuri, kwa wametudadavulia vizuri mm. Kwa hiyo mimi nitakuwa mjumbe tosha kule wilaya Mkuranga nakotoka, hususan kijijini kwangu Mwanadilatu, nikawape elimu wenzangu kuhusu masuala ya mkataba mm. eh Mwanono Abiu Mandai <tie> mkazi wa Mwanambaya wilaya ya Mkuranga mm. kata ya Mipeko ah, umejifunza nini leo hasa kwenye haya mafunzo ya kituo cha sheria na haki za binadamu? Nimejifunza kuhusu zoezi ah, uh. la ndoa mm. kuwa karibu na mume mm. endapo navokuwepo naye pamoja ndani mm. na mazungumzo, ukaa mpole, mtoto wa kike ah. kisha unavyofanya jambo, mkaa mnashirikishana Hmm. Kwa umoja hmm. na mkakubaliana kwa amani kwa upande wa ma mali ambazo mnatafuta kwa pamoja kuziandika wote majina yenu. Kwa upande wako wewe ume, umejifunza nini hasa kama mke na mume kuwa na mali za pamoja mnavyochuma na zote zinakuwa na nyaraka ambazo zinasoma majina yenu e, na kipekee kwenye maisha yako hii ikoje? nimejifunza huwa kama mmechuma wote kwa pamoja mali pamoja na kuweka nyaraka pamoja, kisha mali zako mtakuwa mnagawana kwa amani, kwa sababu haitakuwa na ugogoro ndani yake, kwa sababu majina mmeshitumisha andika yote mawili, ambapo akiondoka mume, mke atakuwa mrithi usiokuwa na ugogoro mm -hmm. na endapo atakaondoka mke, mume naye anaruhusiwa kurithi ile mali mm. Kwa wewe kibinafsi, kwenye familia yako hali iko jeje? kwenye mali zenu ambazo umechuma na mume wako, umeandika majina wote au umeandika yeye peke yake? Katika mali yetu tuliyochuma <coughs> tumeandika majina wote kwa pamoja, jina <coughs> la kwanza limeanza la mume mm, la pili kafuta kwangu. mm. Mm. Mm. Ni, labda ni mbinu gani ambayo ulitumia, kwa sababu kuna malalamiko kwamba wanawake wengi wanalalamika, wanaume hao hawaandiki kwenye mali zao. Unawaambia nini wanawake? Labda wewe, ilikuwaje? mumeo alikuandika wa tu, hamjasema chochote? ni mapenzi yake binafsi au ya ilikuwaje? Ni, aliniandika ni mapenzi yake binafsi, lakini kwa kukubaliana kwa sisi wote wawili, mm. ni mapenzi ya kwetu wote wawili, endapo kushirikishana kwa kila jambo tunaloliteni tunalolifanya, mm. baina ya mume anavyoenda kutafuta akarudi huwa anampokea kwa amani kisha huwa anamliwaza kwa kumpa hamasa. mm. Mm.